Karibu sana mdau wa Bongo Class, leo tupo tena pamoja, na somo letu la leo litahusu jinsi ya kuhesabu siku za kupata mimba. Somo hili ni muhimu sana kwa kila mwanamke anayetaka kuelewa mwili wake vizuri, iwe kwa kupanga ujauzito au kwa kujiepusha na mimba isiyotarajiwa. Hebu tulisikilize kwa utulivu. Muhtasari wa somo letu. Kila mwanamke ana mzunguko wa hedhi wake wa kipekee. Wengine wana mzunguko mfupi wa siku 26, wengine wa kawaida wa siku 28 na wengine hadi siku 35. Ndani ya mzunguko huo, kuna kipindi kifupi ambacho mwanamke anaweza kupata ujauzito kwa urahisi zaidi. Kipindi hicho huitwa dirisha la rutuba, fertile window. Leo tutajifunza jinsi ya kukihesabu kwa usahihi. Utangulizi wa somo letu. Mara baada ya yai kupevuka na kutoka kwenye ovaries, linaweza kurutubishwa na mbegu ya kiume tukio. Hili la ovulation ndilo msingi wa kujua siku za kupata mimba. Kwa kuwa muda wa ovulation hutofautiana kulingana na urefu wa mzunguko, ni muhimu kila mwanamke ajue jinsi ya kuhesabu mzunguko wake mwenyewe, badala ya kutegemea namba za jumla. Sasa tuingie kwenye somo letu kalenda kwanza, elewa mzunguko wako wa hedhi. Mzunguko huanza siku ya kwanza ya hedhi hadi siku ya kwanza ya hedhi inayofuata. Mfano, ukianza hedhi tarehe 1 na ukapata tena tarehe 29, basi mzunguko wako ni wa siku 28. Ikiwa unapata tena tarehe 27, basi mzunguko wako ni wa siku 26. Pumba ya pili. Fahamu siku ya ovulation. Ovulation hutokea siku 14 kabla ya hedhi inayofuata. Hivyo, ili ujue siku yako ya ovulation, toa siku 14 kutoka urefu wa mzunguko wako. Mifano. Mzunguko wa siku 26, 26 toa 14, ovulation ni siku ya 12. Mzunguko wa siku 28, 28 toa 14, ovulation ni siku ya 14. Mzunguko wa siku 30, 30 to 14 ovulation ni siku ya 16. Mzunguko wa siku 35, 35, 35 to 14 ovulation ni siku ya 21. Kwa mfano, kama siku yako ya kwanza ya hedhi ni tarehe moja, basi ovulation itatokea siku ya 12, 14, 16 au 21 kulingana na mzunguko wako. Tambua dirisha la rutuba, fertile window Dirisha la rutuba huanza siku tano kabla ya ovulation hadi siku moja baada ya ovulation, kwa kuwa mbegu za kiume zinaweza kuishi hadi siku tano ndani ya mwili wa mwanamke. Tendo lolote katika siku hizo linaweza kusababisha ujauzito. Mifano kwa kalenda. Mzunguko wa siku 26, rutuba ni siku ya saba kwa kumi na tatu. Mzunguko wa siku 28, rutuba ni siku ya tisa kwa kumi na tano. Mzunguko wa siku 30, rutuba ni siku ya 11 kwa 17. Mzunguko wa siku 35, rutuba ni siku ya 16 kwa 22. Kwa hiyo ukianza hedhi tarehe moja, ongeza siku hizo ili kupata kipindi chako cha rutuba. Nne, angalia dalili za mwili wako. Wakati wa ovulation, ute unaotoka ukeeni huwa kama ute wa yaibichi unaoteleza na usio mnato. Wengine huhisi maumivu madogo upande mmoja wa tumbo au kuongezeka kwa hamu ya tendo la ndoa. Ishara hizi ni mwongozo mzuri kwamba mwili wako uko kwenye siku za rutuba. Tano, tumia kalenda au app kusaidia. Unaweza kutumia kalenda ya kawaida au programu za simu ambazo zinakusaidia kuweka tarehe zako na kukadiria siku zako za rutuba kwa usahihi zaidi. Je, yeah, wajua Yai huishi kwa muda wa masaa kumi na mbili hadi kumi na nne pekee baada ya kutoka kwenye ovaries. Mbegu za kiume zinaweza kuishi hadi siku tano ndani ya mwili wa mwanamke. Ovulation inaweza kuchelewa au kuharakishwa na mstoso wa mawazo, magonjwa, au mabadiliko ya ratiba ya usingizi. Hitimisho la somo letu, kuhesabu siku za kupata mimba ni njia ya asili na yenye manufaa, lakini inahitaji ulehema na uangalifu. Kila mwanamke ana mwili wake wa kipekee. Kwa hiyo ni muhimu kufuatilia mzunguko wako binafsi ili ujue mwenendo wake halisi. Kumbuka, ujuzi huu si tu kwa ajili ya kupanga ujauzito bali ni njia ya kujitambua na kujiheshimu kiafya.